Katika watoto mnaowalea katika watoto mnaowalea, angalieni vizuri angalieni vizuri, wako pia watoto wanahitaji kufikiwa na matendo ya. Naomba msisahau hilo, wale watoto mnaowalea wanahitaji na wao kufikiwa na matendo ya kiinjili, kiinjili. tusisahau ndani ya watoto hao kuna wengine ni yatima. Ndani ya watoto hao wako wanaopitia migogoro ya kifamilia. Ndani ya watoto hao wako ambao pengine walezi wazazi hawana muda na wao. Sisi nasi maparokiani, tusikose muda na ukaribu na watoto hao. Usikubali unaitwa mlezi wa utoto mtakatifu ukawa mlezi jina. We ni mlezi wa vikao na safari za Mafia, safari za Mahenge, sijui na Dodoma na wapi. We ni mtu wa safari tu e, kwa sababu pengine unajua kama ni safari paroko atakuwezesha kwenye safari, kuna kula kwenye safari, kuna nini, kuna kunywa. tumsifu Yesu Kristu, e, kusafiri raha e, si ndio jamani? Sababu wengine tunaposafiri tunachukulia kama ni picnic Eh, tunasafiri lakini pale parokiani wala hatimizi wajibu. Akisikia jamani, tunaenda Mafia, anajipanga huyo ndugu yetu mwezi mzima, hataki kukosa, lakini kutimiza wajibu pale pale hayupo. Kwa hiyo inawezekana ukawa huko hapa ni mlezi, lakini wewe ni mlezi jina, hautimizi wajibu wako, watoto hawakuoni. Au kai hauna muda? muda na wale watoto, una muda wa kuwafundisha watoto kwa sababu hata kazi za katekesi ambazo makatekista wanazifanya, ninyi walezi wa watoto mtakatifu mnapaswa pia ziwe sehemu yenu. Kwenye katika hali ya kawaida huwa tunapeleka watoto, tunasema hizi uh, daycare. Hizi sio vi daycare, tunaweza tukafanya hata vi daycare vya kiroho ndani ya parokia zetu. E, vile vitoto vya miaka miwili mita, mitatu minne vinakuja na sisi tunaweza tukapata nafasi, tunavikusanya pale, vinakuwepo, vinaanza Aya, tunaanza kusali kwa jina la Baba. Kwa sababu kuna sehemu nyingine pia kwenye familia zetu watu hawana nafasi ya kusali kama familia. E, watoto hawawezi kujifunza hilo, sasa wajifunze wapi? Tuchagize haya mambo ndani ya kanisa, ili wale watoto watakapotoka, sasa akirudi nyumbani, wazazi ambao hawasali wanaona katoto kadogo ka miaka mitatu, kami, minne kanajisemea tunataka tuanze kula, aya, kwa jina la Baba, wazazi wenyewe wanashtuka, kwa sababu tunafahamu pia hata wakatoliki wenzetu watu wazima, kuna watu huwa hawasali, ndio sasa mtoto akianza, mzazi mwenyewe ataona aibu, na wakati mwingine watoto wetu wanavyopenda kutuaibisha. Chakula kimewekwa, kama ametoka kufundishwa kanisani, anaweza akamwambia baba, hujasali, kwa baba anajua, hey, kumbe. I, a, mtoto anaweza akaanzisha katekesi ndani ya nini, lakini ni kwa sababu amekutana na mlezi mwajibikaji, anayetambua nini wajibu wake. Kwa hiyo ndugu yangu majani, ni kuombe ili pia liwe msisitizo kwetu sio tu safari watu waonyeshe ya haya ndani ya parokia zao. Kuna watu wanalalamika, wengine anaweza akasema oh, sisi paroko wetu tusaidii. Anakusaidia vipi, wakati wewe mwenyewe hujamtia hamasa ya kukusaidia? Hapa sasa hivi kwa matendo yetu ya huruma naamini amini, Sista Dokta Sara na, na masista wote na wafanyakazi wote hapa hospitali watafanya kazi vizuri leo kwa sababu tumekuja kuwatia hamasa. Sasa na ninyi mnakuja mnalalamika, na wakati mwingine lawama hizo tunazibebaga sisi madekano: paroko wetu paroko wetu paroko wetu paroko wetu paroko wetu paroko wetu. Na wewe unapokea tu, maskini ya Mungu asema, haya nileteeni bwana, si ndo mzigo kumbe niliobebeshwa eh. Hey, unabeba tu, lakini unajiuliza, una hao wanaosema hivi, huyu paroko wao, wengine mbona mimi paroko wao namjua tunakutana kwenye vikao na haya tunayaongea, lazima atiwe hamasa, awaone mnavyowajibika, mnavyojitoa na mnavyofanya. Wewe paroko amuona ni naye akiwaona watoto, anaona watoto peke yake, amewazoea tu kuwaona. Mnaenda baba, nauli eh. Sasa wewe eh, we, nauli ni ya kwako, lakini fanya kwanza utume, piga kazi na, na ukweli niwambie, fanyeni kazi zenu vizuri za utoto mtakatifu. Mababa watawaona watawaona, hmm. Watawaona nao, katika kuwaona watawasaidieni, kwa sababu sikilizeni, ndani ya parokia nikisema kama mimi parokia, hata ikiulizwa utoto mtakatifu parokia Kipunguni, yaani hata wakifanya wakifanya vizuri, sifa ni zangu mimi. Nitaachaje kutembea pamoja na mlezi wa utoto mtakatifu ambaye ananisaidia mimi kupata sifa njema eh? ndiyo Sababu mimi nikikutazama unafanya, mi najua kabisa anafanya kazi yangu kwa niaba yangu, huyu ananisaidia mimi kutekeleza majukumu yangu ko, na mimi nikimwona, basi lazima niungane na yeye kwa furaha katika kuifanya kazi hiyo kwa sasa. Lakini wewe uonekani, una shughuli zako, una mambo yako, we unachojua tu labda ni kuwakusanya watoto walete michango au watoto wanataka kutengeneza tisheti za watoto. Una safari ya Mafia, siyo? Kuna kikao cha jimboni, yani we ndio safari zako pale parokiani, yani, hakuna. Kwa hiyo nawaomba sana tunapofanya matendo ya huruma hapo, kwa sababu mkumbuke hivi vitu tunawapa masista, wao watawapa wagonjwa. Sisi tunawasaidia wagonjwa kupitia masista. tuko pamoja eh? twendeni kwa wale ambao tuna uwezo wa kuwagusa moja kwa moja, wakayaone matendo yetu mema ndio kwa sababu tumeleta hapa, mmesema matendo ya kiinjili. Kwa mfano nikitumia sasa neno la matendo ya huruma, yawezekana mmeleta matendo ya huruma ila hamna huruma. Ndiyo. Ndiyo. Si mmetimiza tu wajibu? Kwa sababu wamesema tu walezi utoto mtakatifu anatakiwa kuchanga, mmechangishana, mmeleta. E, basi hivyo tu kwanza. Hata e, na ukweli kuna wengine najua mmechangiwa na waamini tu wengine wametoa hela kwenye jumuiya kwenye parokia na paroko wamekupa tu, wewe umeleta tu. Sasa sikilizeni, matendo yetu mema ya kiinjili ya upendo, twendeni tukayafanye kule ambako tunakopaswa tuwe sisi kama walezi wa utoto Mtakatifu pale tulipo, pale tulipo. Naanza ndani ya jumuiya yako pia ikiwezekana sasa. Unajua mlezi wa utoto Mtakatifu parokia ya um, Kilamba watoto wa jumuiya yako hujui hata idadi yao eh, mbona ujui hata idadi yao wa jumuiya yako, ni makosa. Kwa hiyo hata mlezi wa watoto mtakatifu ngazi ya parokia atuanzishie cheche za upendo kutoka ndani ya jumuiya yake. Ndani ya jumuiya yake ana watoto pale, anapotoka kule anapanda ngazi juu, watoto wanakujua kama mlezi, wanakuelewa wanakupenda wanaweza kukaa na wewe wakazungumza na wewe. Tulipokuwa tunaongea juu ya sera ya ulinzi na usalama wa watoto, inge ingepaswa hata watoto kama hata hawawezi kuambia wazazi wao, wawe na uwezo wa kwenda kwenda kumwambia kumwambia mlezi mlezi, wawe na uwezo wa kwenda kumwambia mlezi kwa sababu ya namna ambavyo yuko nao na namna namna ambavyo ambavyo anawapenda na namna ambavyo anawajali. Na waombeni nyie, walezi wa watoto wengi, fanyeni matendo ya huruma hapa hospitali Rugambwa kafanyeni matendo ya huruma sehemu nyingine zote, lakini msiache pia, kati ya watoto wetu wale waonje ile sura ya upendo. Wengine wakina mama wako bize na kazi na shughuli zao, hawana muda na watoto wao. Mtoto na ajisemee, acha niekimbilie kanisani, acha niende kanisani. Na hata sisi maparokiani wengine tumejitahidi kununua hata mipira kununua nini, ili watoto wanajua, wakitaka kucheza sisi tunaenda kucheza parokiani, tukitaka twendeni, twendeni parokiani. Niko na shangaa watoto unamaliza misa ya watoto saa saba mchana unaenda mezani unakula, kabla hujaingia kulala saa nane unaona getini wanaingia, wameshika, wanatafuta mpira wao, wanaanza kucheza. Unajua kabisa hii ni sehemu salama, hii ndio maana wameenda, lakini akili zao zote zinataka zifanyeje? Zije hapa sasa. Na mimi naombeni ninyi, katika hali yenu hiyo ya malezi, mwafanye watoto wetu wajisikie, sehemu zetu za parukia ni sehemu za kukimbilia, ni sehemu salama, na sisi tuifanye kazi yetu vizuri, E, pasipo kutafuta maslahi binafsi, tujitoe kwa upendo pasipo kujibakiza. Na zawadi kubwa tutakayoipata kama walezi wa utoto mtakatifu tutafanywa kuwa wazazi wa watoto wengi. Ndiyo, una watoto wako nyumbani wawili au watatu, na unajikuta ni mlezi wa utoto mtakatifu, unafanyika kuwa mama au baba wa watoto wengine hamsini au watoto wengine mia. Hivi vitu haviondoki kichwani. Watu wote mlioko hapa wa umri, nikiwauliza Unamkumbuka katekista wako aliyekufundisha mafundisho ya dini, hata kama ni miaka ile ya themanini bado utatutajia. E, hata miaka ile ya tisini bado bado tunawajua, bado tunakumbuka. E, bado tunakumbuka. Mi na Sista ambaye nilikuwa naenda kumsalimia, alitufundisha tukiwa wadogo sana. Kila wakati nikiwa nikienda lazima niende nikamsalimie Sista yule kushirikani kwake. Nakumbuka na naanza kumkumbusha mambo ya zamani mengine, mpaka yeye akubuki, anaanza kunambia ulifanya vitu fulani, ulitupatia vitu fulani na ninyi nendeni pia, mkatengeneze historia nzuri ya upendo kati ya watoto wetu. Watakaa tu watoto, hata wamekuwa watu wazima, wanakumbuka mama fulani, mama fulani. Hata kama utakuwa umekufa wao, kadiri wanavyokukumbuka huku duniani, kwa namna ambavyo utakuwa ulifanya, hizo baraka zitafuatana na wewe pia kule ambako utafanyaje, utakuwepo. Wema uozi, wema ni akiba, na tuendelee kuyatenda na kuyafanya hayo kadiri ya nafasi zetu. Nimesikia kuna uchangiaji wa damu e, ni jambo zuri, tulifanye. Tazameni, ukipata mgonjwa pengine kwa ajali au kwa tatizo lolote, anahitaji kuongezewa damu. Daima hospitali huwa zinasaidia mgonjwa yule kupata damu. Sasa tusipende kupokea kuliko kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kufanyaje? Anayetoa damu anaokoa maisha. Twendeni tutoe damu tuwasaidie watu, na kwa sababu kama nilivyosema, anayetenda mema wema unamrudia. Siku inapofika katika milango ya nyumba zetu, ule wema ambao tumeutenda pia kwa watu wengine, na sisi tutapata watu wa kutusaidia. Yawezekana damu unayochangia leo, damu hiyo hiyo ikatumika kesho kuokoa maisha yako wewe. Kwa hiyo, niwaombe tushiriki zoezi hilo kwa upendo, na daima tupende kufanya hivyo kwa kuwa ni jambo jema. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana katika jambo hili jema na katika hili mnalolifanya sasa. Liwe baraka kwenu kwenye maisha haya na uzima wa milele mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.